PID huwapata zaidi wanawake lakini UTI huwapata wanawake na wanaume. Karibu katika programu hii ya kiafya vimekawa kama Health Program na kama ni mgeni wa programu hii basi jiunge na programu hii kwa kubofya neno subscribe ili uwe memba mpya wa programu hii ya kiafya uendelee kupata mafunzo mbalimbali yanayotolewa kuhusiana na afya ndani ya programu hii ya Health Program. Na leo tunaangazia kuhusiana na utofauti uliopo kati ya PID na, fanga, na UTI, sorry na UTI. Ni kweli kusopingika kwamba magonjwa haya mawili yana yanaita shida katika kuyagundua kwa sababu yana dalili ambazo zinazofanana fanana ama zinazokaribiana karibiana sana. Miongoni mwa dalili ambazo zinafanana sana kati ya magonjwa haya mawili ni maumivu ya tumbo chini ya kitovu. Lakini pia maumivu wakati wa kwenda kufanya haja ndogo wakati wa kujisaidia haja ndogo. Lakini zipo baadhi ya tofauti za magonjwa haya mawili ambazo tukizifahamu sasa kuwa ni rahisi kugundua kwamba tatizo ni nini. Tofauti ya kwanza ni kwamba PID huwapata wanawake, lakini UTI huwapata wanawake na wanaume. Na ipo tofauti nyingine ya pili ambayo ni virefu vya haya, vya haya magonjwa PID ni Pelvic Inflammatory disease ni maambukizi katika via vya uzazi vya mwanamke, lakini UTI yenyewe ni maambukizi katika mfumo wa utoaji haja ndogo, yani mfumo wa mkojo. Kwa hiyo iko namna hiyo, lakini tofauti nyingine ni kwamba PID inahusisha kutoka na uchafu sehemu za siri maji maji, maji, maji, maji, maji au discharge kwa lugha nyingine na majimaji haya huwa yana rangi ya njano au ya kijani, na huwa yanaambatana na harufu kali sana, kama vile harufu ya shombo la samaki au shombo ya samaki ya. Lakini pia PID husababisha maumivu makali sana wakati wa kufanya jimai au wakati wa kufanya tendo la ndoa. Lakini pia PID mara baada ya mtu kufanya tendo la ndoa kuambatana na kutoka na uchafu sio kuwa wa kawaida, maji maji sio kuwa ya kawaida, au pia ukishotoka ku heavy pia kuambatana na kutoka na uchafu au maji maji fani pia sio kuwa ya kawaida. Lakini UTI yenyewe inachokifanya wakati umeenda kujisaidia haja ndogo, mkojo rangi yake ubadilika, huwa rangi kama ya kahawia hivi au rangi nyeusi. Hizo ni baadhi ya dalili ama tofauti zilizopo kati ya ma magonjwa haya mawili ya PID na UTI. Wiki iliyoisha a video kuhusiana na na, na na na na na na, madhara tukayopata kutoka kwa changanya pombe na dawa. Ni video moja nzuri sana, unaweza ukaitafuta katika hii programu ya kiafya au video you choose this program. I'm going to see you over there and thanks for watching.